Naitwa Koji na naripoti kutokea Ngara mjini katika eneo la Mkididiri, ambapo chama cha mapinduzi CCM kimehitimisha kampeni za kutafuta kura za rais, kura za mbunge na kura za madiwani katika jimbo hili la Ngara. Na katika mkutano huu e, wawakilishi wa familia ya mgombea ubunge katika jimbo hili la Ngara Doto Jason Bahemu ambapo ni e, mtoto wake Edison e, na kaka yake Joseph Bahemu wamesimama katika jukwaa na kumwombea kura, na mambo yalikuwa hivi. Ni raha iliyoje, unaenda sehemu na mkuta ndugu yako. Karibu sana, salimia wananchi awae mwiliwmwesi kwa majina, mi naitwa Joseph Jasoni Bahemu yeah. Lakini hapa niko na mtoto wangu Edson Doto Jasoni Bahemu yeah. Doto, Doto amerithishwa siasa na baba yake yeah. Sasa sijui kwamba huyu naye baadaye itakuwaje yeah. Namwombea kura Dokta Samia, namwombea kura Dokta Dr. Dr. Samia, namwombea kura Doto na mheshimiwa diwani Kennedy Ngara. Hakuna mwehu ambaye ataacha kwenda kupiga kura danganywa kwenda kuandamana. Yule mtu anayehamasisha kuandamana, angalia anapokwenda mahakamani akitoka gerezani anavyofanana kama vile katoka hotelini. Ningekuwa mimi au wewe tungekuwa tunakwenda tunanuka mikojo. Kaa sikudanganye, usidanganyike kuandamana. Kapige kura, nenda nyumbani, kafanye shughuli zako. Asanteni. Baada ya wawakilishi wa familia yake kumwombea kura, na yeye alipanda katika jukwaa hilo hilo na kuweza kuomba kura, na mambo yalikuwa hivyo. Naamini mtakaponipa ridhaa, basi kama ambavyo nilikuwa nikifanya katika kutatua changamoto zenu, ndugu zangu wa Ngara, sasa hivi naenda kuzitatua nikiwa ni mwakilishi wenu nyinyi wananchi. Kwa hiyo naomba mniamini kama nilivyowaahidi ndugu zangu, nikasema mimi nimekuja nikiwa kijana mdogo, naomba mniamini mkafanye kazi na mimi, mkanitume mimi. Maana yangu ni kwamba mimi nitawasikiliza nyinyi, sitapandisha mabega ya juu, na mimi nitakuwa mbunge ambaye atakuwa anawasikiliza wananchi mara kwa mara, bila kusubiri nyinyi mseme yeah. Mimi ni kijana mdogo kama mnavyoniona, bado maisha yangu ambayo Mwenyezi Mungu amenipangia sijajua ataishia wapi lakini kama ikitokea Mwenyezi Mungu akaniongezea miaka mingine mbele, nisingependa kuondoka katika nafasi ya ubunge kwa aibu kwamba hakuna kitu nilichowafanyia. Naomba niondoke katika nafasi ya ubunge nyinyi mkiwa mnanishangilia kwamba nimewapigania wanangari. Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho naweza nikawaidi ndugu zangu. Kama mheshimiwa diwani alivyokuja amezungumza kuhusiana na kero mbalimbali mbali ambazo amezisema hapa, na mimi naomba niwaambie kwamba kero zile nimezichukua na nitakwenda kuzifanyia kazi amezungumza kuhusiana na changamoto ya barabara, miundombinu kutoka Tarura, amezungumza kuhusiana na madaraja, amezungumza kuhusiana na vitambulisho vya taifa, lakini amezungumzia kuhusiana na maendeleo ya watu. Haya ndiyo mambo ambayo mimi nitakwenda kuungana naye mkono kwa ajili ya kwenda kuwafanyia kazi kwa ajili yenu nyinyi wanangara. Kuhusiana na changamoto ya barabara pamoja na makalabati katika kijiji cha katika kitongoji cha Mukacheke, mimi naomba niwaambie, hii niliyoishikilia ni ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ilani hii nilikabidhiwa na Dkt Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mgombea wetu wa uraisi kupitia Chama cha Mapinduzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilani hii alinikabidhi yeye kwa mkono wake tarehe kumi na tano mwezi huu wa tisa Mwezi wa kumi akaniambia, Doto, na kukabidhi kitabu hiki, kimekuja na matumaini makubwa ya maendeleo kwa wananchi wa Ngara. Naomba nenda kapambane katika, hakikishe kila kilichoandikwa katika kitabu hiki kinaenda kutekelezwa kwa ajili ya watu wa Ngara. Amina. Na mimi naomba niwathibitishie yote yaliyowazungumza mheshimiwa diwani, yote yamefanuliwa vizuri katika kitabu hiki. Ni kwa sababu tu tunakimbizana na muda, lakini yote yamezungumzwa na nitakwenda kuhakikisha yanafanyiwa kazi. Mimi nitakapoanza ubunge sitakuwa na shughuli nyingine nitakayoifanya zaidi ya kufanya kazi ya ubunge ambao mtakuwa mmenituma nyinyi. Mimi nilikuwa nimeajiriwa, nilikuwa ni mtumishi ambaye nilikuwa nafanya kazi katika vyombo vya habari binafsi, lakini ajira yangu ilikoma nilipochukua tu fomu ya kugombea ubunge. Kwa hiyo mtakaponichagua, ndugu zangu, sina kazi nyingine ya kufanya. Hawa waandishi wenzangu wa habari wote wanajua, ukishachukua fomu ya kugombea uongozi kupitia chama cha siasa nafasi yako inasimama mpaka mchakato wa uchaguzi utakapomalizika. Sasa mchakato wa uchaguzi ukiisha, mimi nikirudi kule sawa, mtakapopenda nyinyi, lakini kama mtaamua nibaki huku, sitakuwa na kazi nyingine zaidi ya kuwatumikia nyinyi, ndugu zangu, wangapi? Kwa hiyo yote yaliyozungumzwa kama changamoto katika jimbo la Ngara, pamoja na changamoto katika barabara, changamoto katika madarasa, changamoto katika masuala ya afya, yote yamezungumzwa katika kitabu hiki, mimi nitakwenda kuyafanyia kazi. Swala la vitambulisho vya taifa vya NIDA mwenyekiti alishatoa msisitizo, mwenyekiti wetu wa chama, na mimi leo narudia, sisi watu wa Ngara ni Watanzania. Mwenyezi Mungu walitupangia sisi tuzaliwe katika wilaya ya Ngara. Mtu aliyezaliwa katika wilaya ya Ngara hana tofauti na mtu aliyezaliwa Dodoma, hana tofauti na mtu aliyezaliwa Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi ainingia kilini kuona mwananchi wa wilaya ya Ngara anapata changamoto ya kupata vitambulisho vya taifa wakati ni Mtanzania. Hii ni nchi yetu sote. Mwenyezi Mungu alituandikia tuzaliwe Ngara na tukulie Ngara, na shughuli zetu mbalimbali tuzifanyie hapa. Naomba niwaahidi changamoto za vitambulisho vya taifa hata mimi mwenyewe zilishawahi kunikuta, nilikipata kwa kutabika sana. Nisingependa yale mateso makubwa niliyopata wakati natafuta kitambulisho cha taifa nione ndugu yangu mwingine wa Ngara yeyote akishuhudia. Nawathibitishia kwamba mtakaponiamini, mkanipa ridha yenu, mkanichagua nikawa mbunge wa jimbo la Ngara, watu wa vitambulisho vya taifa watakuwa wanawafata nyinyi majumbani kuja kuwasajili. Na hili naliongea nikiwa najiamini kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan amesema watu wa Ngara anatupenda sana, na ameniambia nikamwambie changamoto zote zilizopo Ngara. Nikienda, nikienda kumpelekea mrejesho wa kitabu chake hiki alichonikabidhi, nitakwenda kumwambia mama, Ngara wanakupenda sana, lakini kuna watu wanakuharibia. Vitambulisho vya taifa kuvitoa ni urasimu, naomba toa maelekezo, nikabidhi mtu huyo mtu wawe ananisikiliza mimi, kwa sababu mimi ndiye mwakilishi wa Wanangara, yeah. Kwa hiyo ndugu zangu, hilo nawathibitisheni kwamba atakwenda kulifanyia kazi kwa kinaga ubaga, kwa nguvu zangu zote na kwa kushirikiana na nyinyi. Naomba tumtangulize Mwenyezi Mungu, atubariki hii safari yetu, iende kwa salama, wote tukafaidi matunda ya Wanangara. Sisi tunagombea nafasi hizi. Mimi nagombea nafasi ya ubunge, nimeshaomba kura zangu, lakini mheshimiwa diwani Kennedy Stafford Festo naye anagombea nafasi ya udiwani, amekwisha omba kura zake. Lakini siku mtakapokwenda tarehe 29 kwenda kupiga kura, mtakutana na karatasi tatu za kuchagua viongozi: wa kwanza ni diwani, wa pili ni mbunge, lakini wa tatu ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi ndani ya chama chetu cha mapinduzi aliyedhaminiwa na chama kugombea u, u, u, u, nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Dr. Samia Suluhu Hassan, ndiye anayegombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mimi najua hapa Ngara mjini hata pika na, kesho tutakuwa Mwanza na yeye kwa ajili ya kwenda kuhitimisha kampeni kitaifa. Kwa hiyo mimi naomba niende kumwombea kura zake, kwa sababu yeye ndiye mgombea wetu na yeye yale aliyoahidi Stafodi nitakwenda kuyafanya ndani ya kipindi cha miaka mitano na yale ambayo nimeahidi mimi kwenda kuyafanya ndani ya kipindi cha miaka mitano, hatuwezi kuyafanya bila kupewa nguvu na Dkt Samia Suluhu Hassan, uwezo wa kujenga miradi katika jimbo la Ngara, uwezo wa kutatua changamoto za afya, changamoto za elimu, changamoto za maji katika jimbo letu la Ngara mimi binafsi sina wala Stafodi hana. Ili tuweze kuyafanikisha ni lazima twende ukaombe fedha kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyu ndiye ataweza, atawezesha mimi na Stafford tuweze kufanikisha miradi katika jimbo letu la Ngara. Kwa hiyo naomba nimwombee kura nyingi Dr. Samia Suluhu Hassan. Najua tarehe 29 tukienda kuomba kupiga kura, wengi watatafuta karatasi ya doto iko wapi, na wengi watatafuta karatasi ya Stafford iko wapi. Lakini mimi ni kwa, naomba niwaonye ndugu zangu, niwaase, naomba tarehe 29 mkienda kupiga kura Uanze na karatasi ya Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, karatasi yangu na diwani hizo zije baadaye. Karatasi ya kuanza nayo ni ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na msiende kufanya makosa, mwende mkampigie kura Dr Samia Suluhu Hassan.